Vipi vipi vipi vipi? Mjomba, mjomba, mjomba, mjomba. Kwema, Eh? Karibu tu kwa nyumbani Malaki bwana. Karibu, karibu, karibu bwana, tupo, tupo, tupo. Asante sana. Vipi lakini? Loo inaniuma eh, mjomba. Sasa ina kuuma nini? Mjomba nimelima mazao. E kali gapi mjomba eh, nah, nah. Baba na hasira. Sasa ah, mjomba ah. Usilie sasa. Tulia mjomba usilie. Vipi tena? <tus> Anaa mjomba si. Mjomba nikasema, huyo nani tena? Ni mimi mjomba wako si. Karibu mjomba, mjomba bwana. Mjomba asante, umekuja muda. Nimekuja kuja muda kidogo mjomba, mm. Mvua mvua, so mjomba na mjomba, mjomba hapa mvua bwana, bwana mjini kuna matope. Nashukuru kukuona nyumbani sana mjomba, mjomba, mm-hmm. Panda bwana mazao mvua haijanyesha. Sawa. Ila sasa mjomba bwana. Mhm. Mimi bwana ujio wangu mkubwa kwa mjomba bwana. Kutokana hali ya kijijini kule. Ndio bwana alimenishinda. Mama tutaenda kwa mjomba. Sababu mjomba ni mama. Mjomba leo sasa kuuliza mimi si mjomba wako? Ume nikuta, ume mkuta mjomba wako mdogo akijaribika kitu, au nakosea? Ah, amu, hajakosea. Tuko, mjomba hapa nyumbani. Jisikie kabisa. Yani mjomba karibu, Apo, sasa, kura, sasa kura mjomba, mjomba, nashukuru bwana, mmenikaribisha mjomba mkubwa mjomba ja kwenga mdogo, ila mi ombi langu bwana nikwa nomba tunikaangalia hata siku mbili tatu hivi mwezi miwili mitatu, sio mingi sana bwana mjomba, yale ya zamani nayo acha nayo, saa hivi bado tu nayo kichwanja, acha kuishi na kinyongo. Mimi mjomba wako bwana, kuiba sio vizuri mjomba. Mjomba basi sawa, imeisha hiyo mjomba. Sawa mjomba, shukrani. Sisi tuko sasa hebu tuende tuongee tuandae mazingira bwana. Sawa. Huyu mjomba kaja leo mjomba anakuja kidogo. Anapiga kidogo. Mjomba anapiga sebene kidogo. Unapiga ale mambo? Au umeacha? Basi tulia mjomba anakuja. Basi anakuja mjomba.